Leo tuna utofauti mkubwa sana kwa sababu Mungu tunayemwabudu inawezekana kabisa akawa tofauti na Mungu anayewalinda watoto wetu. Unajua kwa nini watoto wengi leo hawasali? au kwa nini vijana wengi hawasali? ni kwa sababu Mungu wako unayemwabudu kila siku ameshindwa kujitukuza kwenye maisha yako. Kwa hiyo watoto wako walipokuwa wakaanza kuona huyu Mungu ambaye mama au baba amekuwa akimwomba miaka yote, mbona hatujawahi kumwona huyu Mungu akimsaidia huyu mama au huyu baba? Lakini kama watoto wako wangeona Mungu anayekusaidia, ni uhakika kwamba watoto wako wangemkimbilia huyo Mungu anayekusaidia. Wangekuwa wanakuona wewe kama baba au mama unapiga magoti mambo yanapoenda kinyume, hata watoto wako wakipata shida watapiga magoti, watamlilia huyo Mungu unayemlilia. Kama watoto wako wamekuona unajenga nyumba, unaita waganga wa kienyeji kuja kuizindika nyumba, huwa unawahakika kwamba hao watoto na wao siku akikua na wakajenga nyumba, wataita mganga kuja kuzindika hiyo nyumba. Kama watoto wako wamekuona ukiwa umefungua biashara mpya, unawaita waganga kuja kuzindika hiyo biashara mpya ujua kwamba hao watoto leo na kesho wakiwa wafanyabiashara wakifungua biashara watawaita waganga wa kienyeji kuja kuzindika hilo duka lao. Lakini kama watoto wako wamekuona kila unapofungua duka jipya unamwita padre kuja kubariki hilo duka, wewe unawahakika kwamba hata watoto wako kesho wakiwa wafanya biashara wakifungua duka, mtu wa kwanza kumwita watamwita padre kuja kubariki hilo duka. Hakikisha watoto wako unawatambulisha Mungu mkuu mtukufu na Mwenyezi. Lakini leo mambo ni tofauti. Ni tofauti. Ni Mungu gani ambaye umewatambulisha kwa watoto wako? Mungu uliyemtambulisha kwa watoto wako ndiye atakuwa Mungu wa watoto wako. Yoshua akaambia wana wa Israeli, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Maana yake ni kwamba Yoshua alisema mimi na watoto wangu tutamtumikia Bwana.